Hi guys, nimeona nifanye hii video because I think kama nchi tuko sehemu ambayo kila mtu <laughs> amechanganyikiwa. Yaani kila mtu ana ana watch kinachoendelea Tanzania, tunakiangalia kama movie inatokea afu hatuelewi hii movie ina happen to us, ina happen kwetu. Yaani haya ni mambo tumezoea kusikia kwa nchi zingine lakini nao tunayasikia kwetu, na yani hatuyasikii kwetu, tunayaona kwetu. Na kinachoumiza ni kwamba hii yote hiyo haya yote yanatokea kwa sababu ya mali tu, kwa sababu ya pesa tu. Sasa hivi Tanzania hatuna amani, hatuna raha. Hii yote kwa sababu kundi la watu wachache tu wanataka kuendelea kuishikilia Tanzania waendelee kuinyonya Yaani, kama Watanzania tusinge fight back huu uchaguzi wao wa kitapeli wanaofanya, kama Watanzania tunge tungeukubali kama jinsi ambavyo wao CCM waliimagine kwenye kichwa chao, kwamba tukiwatoa tu Chadema, Chadema wakitoka kwenye picture sisi, inchi nchi yetu, hawa Tanzania watakuwa bize na umbea, watakuwa bize na upumbavu, watatuacha. Lakini haijawa hivyo haikuwa vile walivyotegemea CCM kwamba sisi tutaendelea na umbea tutaendelea na mambo ya stu, uh, stupid, lakini instead wakapata surprised kwamba nchi nzima tukakataa uhuni. So kwenye hii state ambao tupo sasa hivi, ambao nchi nzima tupo kwenye confusion, tumechanganyikiwa, tuna wengine wanafia, wanaogopa, wengine hawajui what's going to happen tomorrow lakini nikuwa nataka kujiambia kwamba mpaka hapa kwanza, tujipe moyo, we have done so well so far. Tumewasuprise sana, tumewasuprise sana. Oh, hawa wauni wanamtandao hawakutegemea, hawakutegemea pushback kama hii kutoka kwetu. Sasa kingine ambacho nikuwa taka ni, niwaambie ambao ndo information nilionayo so far about Polepole ni kwamba he still alive hii ni information yapoa direct na polisi wananiambia, he's still alive, lakini kaumia. Wanasema Mafwele uh, uh, alitoa uh, four days, ametoa four days, after four days auawe. Na hizo four days Mafwele alizotoa ametoa, yaani kama vile wanasubiri tamko rasmi kwa kutoka kwa Samia. Kwa kama zi, lisipotoka tamko lingine waendelee na hili tamko lake yeye, lakini wanaye wanaye wanaangalia kwanza upepo, wanaangalia reaction za wa wananchi zitakuwaje, wamwachie au wamuue, wanaangalia reaction. Lakini uh, Samia anaye anaye Polepole, anamshikia Polepole pole. Sasa hivi Samia ndo ndani, dakika tunaongea, Samia ndo Mungu wa Polepole, yeye ndo anaweza kuzima switch Saa hivi wanasubiria Samia awaambie uweni uwe. Kingine ambacho nikuwa nataka niwaambie ni kwamba tokee ishu ya Captain Tesha jeshi alikaliki, saa hivi saa hivi mpunda anaangaika anafanya, sijui mauchunguzi, wanajaribu kufind out, anajaribu kufind out kwenye jeshi ni kiasi gani cha jeshi ki, kiko na, na Captain Tesha sasa wanajeshi wananiambia, kwa sababu wamekuwa wakisoma especially jana usiku eh, wamesoma um, jana usiku kwenu nyinyi ni leo asubuhi, wamekuwa wakisoma, mnawaambia jeshi chukua nchi, jeshi chukue nchi, lakini <coughs> kuna kitu, kuna mmoja mwanajeshi mmoja amenambia, amenambia inakuwa kitu rahisi kwao pale wananchi wanapokuwa wameanza, lazima muanze, lazima muingie barabarani kudai haki, alafu jeshi sasa, alafu polisi ikiwa mistrit ikiwapiga ikifanya chochote, polisi ikiwa mistrit kama vile kuachia silaha za moto kuua watu pale, sasa ndo wanakuwa wana wana ile legitimacy ya kuingia na kulinda wananchi. Lakini yani, according to them and what they telling me, ni kwamba hiyo hiyo tarehe ishirini na tisa Samia toboe, ndugu yangu hatoboi yani, situation ni mbaya Tanzania kuliko vile tunavyowaza sisi. Situation ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya na mbaya na, yani sijui Mungu atatusaidia vipi, sijui kwa sababu kuna watu wachache tu ambao wanaweza kustopisha hii kitu yote, na watu wachache hawaelewi kitu kwa sababu wameweka mali mba, mbele, seriously. Sasa hivi kuna watu wawili wanaweza kusopisha hii kitu Tanzania ikawa poa: Samia, Kikwete. hizi mtu mbili dakika mbili, sasa hivi wanaamua tu. Samia, basi, acha mama wape katiba mpya twende, acha waendelee. Lakini hawa, hawawezi Kikwete na wao Samia hawawezi, kwa sababu bado wa walikuwa wana plani nyingi za kuibia Tanzania. Walikuwa wana plani kubwa za kufanya ufisadi mm. na wana maprojekti kibao yapo katikati, unaona, kwao wanaona ni kama bado, yani bado wanahitaji muda kuisafisha nchi vizuri. Kwa hiyo anyway, guys, mi bado nipo kwenye shock.